Kama tanga jiji uh, na mamlaka maji safi na maji taka na bonde, tulikuwa tunatamani kwanza tuhakikishe kila mwananchi wa jiji la Tanga anakuwa na choo. Wale wenye vyoo vya asili na vya shimo viboreshe mpaka vifike katika hali ya kuwa vyoo vya vinavyoweza kunyonyeka tunaita empty toilet. Kwa hiyo tumeshangaa baada ya kuja kwenye mitaa tukaanza na kata tangasisi alipotuambia wao wanakamati walihamasisha wananchi kwa gharama zao wananchi wamejenga vyoo jumla ya vyoo thelathini na moja kwa kata moja tukaja kata ya mabawa tukakuta wananchi wamejitoa kwa nguvu zao na gharama zao wenyewe wamejenga vyoo vipya jumla ya vyoo thelathini na nne lakini pia kata ya masiwani tulivyotembelea wanakamati wamehamasisha na wananchi kwa nguvu zao na kwa pesa zao wamejitoa jumla ya vyoo kumi na mbili. Tuliunda kamati za afya ambazo zimekuwa zikifanya kazi kuelimisha watu juu ya mambo ya afya pamoja na vyoo na mambo mengine yote yanayohusiana na afya, tukishirikiana na wadau wengine, tumeungana kwa pamoja kuja kukagua maendeleo ya utendaji kazi kwa kamati hizo. Utu wa binadamu ni mgumu kuelewa, inabidi umweleweshe mpaka kuelewe. Mwingine analalamikia kutokuwa na hali bora ya kimaisha, yani uwezo wa kipesa, umaskini alionao, atawezaje kutengeneza choo bora? Basi tulijaribu kumpa elimu ya kutosha kwamba ye ni kama, japokuwa hali ni ngumu, lakini vilevile choo kile kama kinatumiwa na familia wengine wana nyumba zao wamepangisha, lakini ile kodi anayopata anaweza akaigawa kidogo sehemu akatumia kwa haja yake, sehemu akatengeza choo. Na wale ambao ni wanafamilia, basi wanaweza kakaa kama wanafamilia, kwa sababu nyumba ni yao, waweze kushirikiana pale palipona pali. changamoto zaidi vile vile wataomba ushirikiano na vilevile vile, kama anaweza kuna baadhi ya mashirika anaweza kupa msaada hususan kwa wale wasio, wazee wasiojiweza kabisa wa nyuma nilikuwa sina choo kama hichi nilichokifanya sasa hivi, nilikuwa sina furaha, furaha yangu ilikuwa ndogo. Kwanza ni mahali ambapo si pazuri, ni aibu. Pili ni kitendo ambacho kinaweza kikaathiri habari yoyote hata, hata ya maradhi. Na kweli walinifuatilia sana, walikuja wasichana, wavulana, watu hawa wote, kila wakati ikawa kwangu pia ni kero, lakini kero zile sikuzichukulia za kuniuzi za kunihamasisha nifanye nikawaambia, jamani, pamoja na kero zenu za kunifuata lakini pia nawatakia heri, mnikere mpate mpaka akili yangu ifanye kazi. Kabla ya kutokuwa na choo, mazingira kwa ufupi yalikuwa sio mazuri, kwa sababu tulivyokuja ni sehemu ya maji. Kwa hiyo tunawashukuru watu wa afya, idara maji pamoja na mazingira, waliendelea kutuhamasisha na tukawasikiliza na kutekeleza maagizo yao kwa sasa hivi tunacho kizuri na mazingira yako safi. Tunashukuru, tutaendelea vizuri.